Mpenzi subscriber, hii ndiyo Rome, lakini Rome yenyewe ni kubwa. Rome yenyewe ni kubwa zaidi. Sasa katika ukubwa huu siwezi nikawaletea picha yote ya Rome ama video yoyote ya Rome, nawaletea sehemu sehemu, kipande kipande, ha? Hii inaitwa hii sehemu inaitwa Flaminio. Flaminio hii sehemu ama jiji hii ambayo iko kwa iko ni miongoni mwa jiji ya Rome inaitwa Flaminio. Wacha tutembee kidogo tu niwaonyeshe, wacha Kwanza kabisa kabla sijaenda kule mbele, wacha niwaonyeshe hii mahali, unaona kuna nini nyekundu hiyo eh? nini nyekundu pale, imeandikwa M, hiyo ni metro pale chini, pale chini. Kwa mfano upande huu tukiangalia, huko ndio tumetokea. Huko ndani kuna treni ya ardhi, treni kule ya ardhi ndio nimekuja naye treni inatembea chini ya ardhi kwa kasi, iko chini ya ardhi, huku juu ni majumba maghorofa. Eh. Umeona watu wanaenda kuchukua treni kule chini, inaitwa metro. Sasa ukishatoka ukishavuka kwa upande wa metro, unatoka nje, unakuja unakutana na hili jumba hapa, huku sehemu ya Flaminio. Hili jengo linaitwa Piazza del Popolo, yani people's, yani sehemu ya wananchi eh. Ndio unaona jengo yenyewe iko hivi, kwa wale ambao kwamba wanajua Rome wanaweza kuwaambia eh, hawa ni wa Roma hii huu ndio mlango wa kuingia na huu mlango ina miaka kadhaa chungu nzima unaona eh? Piazza del Popolo, ule ukiangalia juu ni kiskirini, kuna maandishi sijui ya lugha gani hii, mimi sielewi. alafu eh? Jambo la, la kushangaza huku Rome ndio kuna makanisa mengi. cha tuingia ndani eh? Hii ni gate Piazza del Popolo. Tembea na mimi, mpenzi subscriber. Leo sizungumzi zaidi mambo sana ya haki za kibinadamu, hii channel huwa ina mambo ya burudani, historia. Aha, ukiangalia vile ilivyo, unaona minara, minara ya makanisa, kanisa Katoliki, yeah. Na ukumbuko huu, ndio msimu wa joto, watalii wengi huja huko hii ni sehemu ambayo kwamba wanaweka muziki wa Romani, wakati ule Waromani Waromani Waromani, eh? Walikuwa wameiweka hii sehemu, wameitenga hii sehemu, sehemu ya muziki, wanakuja kujivinjari kwa muziki, umeona. sehemu yenyewe ni kubwa hii, Piazza del Popolo, huko ndio mahali ndi tumetokea, hilo ndio ile gate. Watalii wako huku, ukiangalia. Na pita pita haraka haraka maanake naenda mahali mimi eh. hmm. Alafu kuna huu mnara huu, ukiangalia sijui na miaka mingapi na msalaba kule juu, Wakatholiki watatuambia na wale ambao watafanya utafiti wataweza kutuambia. Alafu mm -hmm. kuna mfereji wa fountain hapa kiangalia, mm -hmm. mm -hmm. ndo huu mfereji wa kwanza, viko vinne. watalii wako wajua, kabla jua likianza huwa inatatiza watu simu. Huu jua linawaka kabisa, ah. Eh, hili ndio jiji ya Rome, nakuambia. Hii ni sehemu ya Flaminio hmm. Alafu, mimi jambo la kunishangaza hapa katika hawa wa Roma, sijui walijenga jengaje. Sasa ukiangalia chini hapa utakuta haya haya mawe haya haya haya, haya mawe haya yako hapa miaka mingi sana hii. Hmm? Hmm? Barabara yao wao ndo walianzisha hii mambo ya kutengeneza, hii inaitwa kubols, eh? mawe eh? Majiwe haya mepanga hapa ni karibu Rome nzima na ina miaka mingi sana. Alafu jambo la kunishangaza, hii street yao iko safi, alafu iko iko kwa mstari eh? haipindi eh? Unaona, unaona hii ni sehemu tu ya Flaminio huku. Rome ni kubwa jameni. Rome ni kubwa . Rome ni kubwa kabisa. I Rome ni kubwa, narudie tena. Mnara huu ndio huu, mtatuambia nyinyi ah. eh. Alafu hapa kuna hizi hizi ndege ziko hapa pia nazo zina, zina, zina, zinaoga hmm. Njiwa hmm. Hmm. Yeah. Tutembee, tutembee, tutembee haraka haraka niwaonyeshe ni tukienda jua limeanza kuchomoza. Utanisamehea tanui eh? A radhi, nataka nionyeshe kuna sanamu nyingine upande huu wa katoliki wakadholike. Utatuambia hii Rome tunaambia haikujengwa na siku moja. Rome has not been built on in one day. It took a lot of time. Na tena Rome yenyewe imezingirwa na ua. Yeah, there is a wall which surrounded the city. Majumba eh ya Rome eh, yeah, si hizi za kisasa ni ya zamani. Unaona? N Warumi eh, aambia katika Qur'ani kuna kuna sura turum eh, sura ya Waroma <laughs> eh? Penzi subscriber bwaga bwaga comment. This is Rome in a place called Flaminio. This is how it looks like. This is Piazza del Popolo. Hii ni sehemu walitenga sehemu ya muziki. Eh. wanakuja wanakaa hapa wanapigwa na burudani. Unajua, Roma alikuwa akipenda mambo ya ya stare stare eh? Eh, this is Piazza del Popolo. People's place. Popolo maana yake ni watu, eh. Sijuu so, mnara walitoa wapi? Alafu, <laughs> <laughs> kila sehemu ukienda kanisa, katika sehemu ya kanisa ya Vatican utaikuta mnara kama huo kwa wingi. Aya, mimi wacha niende haraka haraka, ni nitoke hapa, nitoke kwa gate, eh, nikienda aya. Aya. Ah, Baga comment. Hmm. Mimi ndio One Man Army TV.